Asante, mimi naitwa Adeni Joseph Mwakyonde, mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM taifa, ni MNEC kutoka mkoa wa Songwe. Leo nimekuja kuchukua fomu na kugombea ubunge katika jimbo letu la Tunduma, kwa sababu dhamira yangu inanituma kwa ajili ya kuwatumikia wanaTunduma. Nia yangu ya kuleta maendeleo kwa ajili ya watu wa Tunduma, nia yangu kubwa ni kuleta umoja, mshikamano na mashirikiano lakini tunachosubiria ni vikao vya maamuzi ya ngazi ya wilaya ya ngazi ya mkoa na ngazi ya taifa. Na mimi nikiwekw jina langu nitashukuru sana sana, tunaomba heri ya Mwenyezi Mungu na mimi niwe mmoja wapo, kwa sababu sasa hatujaanza kampeni, ila leo ni kuja kuchukua kudhihirisha, kwamba wanaTunduma jamani, nimechukua fomu kwa ni mniombe katika vikao mbalimbali mbali vya ngazi ya chama cha kwa kwa sababu ni vikao vya kwa, tunasubiri maamuzi yao, baada hapo tutaanza kama tutateuliwa kwa ajili ya kupeperusha bendera yetu ya Chama cha Mapinduzi. Maana nia yetu ni kuleta umoja, mshikamano na maendeleo katika mji wa Tunduma. Asante sana.